<laughs> <laughs> lakini Mungu ni mwema. <laughs> Nashukuru. <laughs> Bostale yuko hapa, huyu ni moja kati ya monitor, monitor wangu akeraa hey, ananiongoza vizuri aoso bwana tukiwa bungeni. All in all, I'm so happy. Naitwa Baba P, Baba ake na Levo Brighton Levocatus Chipando mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Thank you. Msanii msanii nguli wa muziki wa Bongo Flavor kutoka nchini Tanzania, msanii Diamond Platinum. Leo Novemba 11 amewasili katika viunga vya wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa ajili ya kushuhudia hafla ya uhapisho wa wabunge wapya akiwemo mbunge mteule wa Kigoma mjini, Mheshimiwa Baba Levo. Msanii Diamond Platinum aliongozana na baadhi ya watu wa karibu waliopendekezwa kuhudhuria katika hafla hiyo ya uhapisho wa Mheshimiwa Baba Levo akiwemo Salma Salumu, mke wa Baba Levo; Levocatus Krayton, mtoto wa mtoto wa Baba Levo; Letsia Chipando, Uh, dada wa Mheshimiwa Baba Levo, lakini pia Shabani Uledi katibu pia ambaye amependekezwa jina lake na Baba Levo kuhudhuria katika hafla hiyo ya uwapisho wake. Sasa katika moja kati ya tukio jingine ambalo limeshika vichwa vikubwa vya vi habari leo bungeni ni baada ya Mheshimiwa Musa Azani Zungu kuapishwa rasmi kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kushinda kwa nafasi ya kupata kura 378 kati ya kura 383 zilizopigwa bungeni leo, wakati wa kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hilo limevutia hisia na pongezi nyingi kutoka kwa viongozi, wasanii na, wa, na wananchi waliofuatilia katika uh, vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii pia, lakini pia nimeona namna ambavyo watu wamepongeza zote ambazo zimefanyika bungeni siku ya leo. Sasa, uh, tunafahamu Baba Levo pia siku ya jana amekuwa ni mtu ambaye akifika bungeni lazima ajirekodi Kinyamwezi, watu wanampongeza na anaonyesha namna ambavyo pia anatengeneza ile fem pia kwa watu ambao huenda walikuwa hawamfuatilii kwenye masuala ya muziki na entertainment, lakini this time around wanamfuatilia karibu sana kulingana na moment ambazo anazifanya. Sasa hebu angalia hii video ikimwonyesha Baba Levo siku ya jana, wakati akiwa bungeni, ameingia kwa mara ya kwanza rasmi kama mbunge. Umesema <coughs> wanaweza ah, wasiwepo wote watano, maana kwenye orodha wametupa watu watano. Tulia n my we niko ofisini hapo Aaa, umesema wanaweza wasiwepo wote watano maana kwenye orodha amekupa watu watano. Ah, ni kwa ofisini one time, in my office, eh, yeah.